Naam, hujambo na karibu kwa mwendelezo wa habari zinazoendelea kutoka MPTV online. Waislamu na Wakristo wakiwa kwenye mwendelezo wa ibada ya funga. Nchini Tanzania, UWT yafanya dua ya ya shukrani na kumwombea Rais Dkt. Samia Suluhu kwa uongozi uliostawisha nchi. Jumuiya ya Umoja wa Wanawake chama kupitia Chama cha Mapinduzi Tanzania UWT imefanya dua maalum ya shukrani na kumwombea Rais Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake katika kipindi cha miaka minne ulioleta maendeleo wa nchi toka alipoapishwa kuwa rais Machi 19 mwaka 2021. Viongozi waandamizi wa UWT wakiongozwa na Mwenyekiti wa Taifa Ndugu Mary Pius Chatanda MCC, pamoja na viongozi mbalimbali wa chama na jumuiya ya UWT, viongozi wa serikali wa mkoa ya Dar es Salaam na Pwani waliungana kwa pamoja kumwombea Rais Samia kuendelea kuiongoza nchi kwa amani, pamoja kutekeleza majukumu yake yenye kuleta maendeleo kwa ustawi wa nchi. Dua hiyo iliyoambatana na hafla ya iftari kwa makundi mbalimbali, wakiwemo wanafunzi wa madrasa na waumini wa dini ya Kiislamu, imefanyika katika viwanja vya Kalimjee jijini Dar es Salaam leo jioni 2025. Akizungumza baada ya dua hii, mwenyekiti Chatanda ametoa wito kwa Watanzania hususan wanawake kuendelea kumuunga mkono Rais Samia kutokana na dhamira yake njema ya kuwaletea Watanzania maendeleo. Nukuu, sisi UWT tumeamua kumfanyia dua mpendwa wetu Rais Samia kutokana na mambo makubwa aliyoyafanya na sisi wanawake ni mashuhuda wakubwa. Tumeona rais ameimarisha sekta ya afya kwa kujenga na kuboresha vituo vya afya, zahanati na hospitali za wilaya na za rufaa pamoja na uwepo wa vifaa tiba na yote hayo ameyafanya katika sekta ya maji na elimu. Hivyo UWT tuna kila sababu ya kumshukuru na kumwombea, na niendelewe kutoa wito kujitokeza kujiandikisha kwenye daftari la wapiga kula linaloendelea katika mkoa wa Dar es Salaam ili itakapofika mwezi Oktoba tumchague na kumpa ushindi wa kishindo mpendwa wetu Rais Samia. Nikiripoti kutoka chumba cha habari, mimi ni Ramadhani Mtapira wa MPTV.